Samia Vijana, Samia Love Vijana, Oktoba, Tunatiki, Tunatiki, Tunatiki. Hodi wana Kagera, tumefika katika mkoa huu pendwa, mkoa wa watu maalum na mahususi, watu wazuri. Na mama anaingia hapa Kagera, mama anaanza ziara rasmi katika mkoa huu wa Kagera. Tutoke kwa wingi, kwa bashasha, kwa upendo, tumpokee rais wetu mpendwa Tumpe maua yake tukamsikilize kwa furaha kubwa, seme tu bwana, mama, karibu sana mkoa wa kusema huyu wa Kagera. Mkoa wa Kagera ni watu wanaokupenda sana mama, na njoo tukupa, yani wewe unafika nakupa na zawadi, nakwambia mama utafurahi na watu wanaokupenda na ukitoba, tunatiki usisahau na senene, mama senene lazima ukitaka, ukitaka kumkorofesha mama kubwa kwa ajili ya wewe, wewe, wewe, wewe. Samia love vijana Tanzania, tuko hapa Kagera kwa ajili ya kumtafutia kura mama Samia. Piga kelele moja kwa mama Samia wewe. Tunamkaribisha mama yetu Samia Suluhu Hassan tunamkaribisha, tunampenda, tutampokea atakapofika mahali hapa tarehe kumi na sita na mikono yetu miwili. Tumejiandaa, tuna amani katika mji wetu wa Bukoba, tuna amani. Tunaamini kwamba tutapiga kura bila shida yoyote. Yaani yaani Oktoba tunatiki. Kwa kwa nani? Mama Samia. Kagera mkomoto. Tuko vizuri. Yaani wewe yaani sasa mama hapa? Eh. Mitano tena. Mitano tena. Tumemaliza. Au sisi ndo wenyewe Oktoba tunatiki zinajia. Oh, yaani mpaka zinamwagika. Zinamwagika zote na mifuniko tunayosema tumeisahau nyumbani. Yaani mama, hapa karibie sana akaribie sana Bukoba. Yaani, sisi kuna shamla shamla za kutosha na senene wapo. Yaani, hali imechangamka kweli kweli. Tena mama mitano tena. Asante ah, sana. Oktoba 29 na na tiki. tiki sana. sana. <tina> mama amejipangaje kupokea Masamia? Akaribie Kashai, tunamkaribisha sana katika jimbo letu la Bukoba mjini. Akaribie sana, tunampenda sana Uwe. Uwe. Ni mambo mengi ametufanyia mama Samia, lazima tumpe kura za kishindo. Tunamshukuru sana mama Samia, akaribie Bukoba mjini. Kama boda boda tumejipanga sana kupokea mama, tunapenda sana mama, tunamkaribisha sana akaribie sana kwenye mazingira yetu, na lazima Oktoba 29 lazima tumpe tutiki.